Baraza la mawaziri la serikali ya awamu ya tano limeapishwa hii leo jijini Dar es Salaam na Rais Dr. John Magufuli. Baada ya kuapishwa baadhi ya mawaziri wameahidi kufanya kazi kwa uadilifu na kuwataka watumishi walio chini yao kutekeleza majukumu yao kwa ustadi bila kushurutishwa. Taarifa zaidi na Zaituni Mkwama. Saa tano kamili asubuhi. Rais Dr. John Magufuli anawasili katika ukumbi maalum kwa ajili ya kuwaapisha mawaziri na manaibu mawaziri wa baraza lake. Lakini kwanza ni wimbo wa taifa.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 Tayari mawaziri thelathini walimalizika kuapishwa na nje ya ukumbi huo TBC imefanya mahojiano na mawaziri na manaibu mawaziri juu ya utekelezaji wa kauli mbiu ya hapa kazi tu tukiwa nchi ya kipato cha kati miaka kumi kutoka sasa umeme ambao tunahitaji ni megawatt kati ya elfu kumi na elfu kumi na tano kwa hiyo kazi yangu ya kuendeleza ni kuhakikisha tunapata umeme mwingi, tunapata umeme wa bei nafuu, kusudi na mtu maskini aweze kutumia umeme bila kuwa na matatizo. Wachape kazi, waache bla bla, waache mazoea. Uh, tuondokane na, na, na, na dhana ya kutaka jambo libaki li, lile lile. Tunataka tufanye mabadiliko makubwa. Mimi nawaahidi nitatoa ushirikiano, nitawapa nita, nita ushirikiano wa kutosha lakini tuondoke kwenye mazoea, tuchape kazi, tuache maneno, tufanye kazi. Nashukuru sana sana. Uh, ninachoweza kuahidi ni kwamba kuweza kuitafsiri dhana ile ya hapa kazi kwa matendo, tunachowaahidi na kutumikia taifa hili kwa sababu limeniamini, na mimi najitambua yeah. ya ni kweli, na nilishawahi kuzungukia baadhi ya maeneo kama mtakumbuka, niliwahi kufika Loliondo, nimewahi kufika Bukombe, nimewahi kufika Morogoro, nimewahi kufika Mbarali tutakalofanya tutawashirikiana na, na wenzetu e, kwenye baraza, sekta zingine, wizara zingine ambazo na zenyewe zina uhusiano wa moja kwa moja na matumizi bora ya ardhi. Tukishapata jawabu la matumizi bora ya ardhi, mgawanyo bora wa ardhi, tutakuwa tumepata jawabu la kudumu la kuondoa misuguano kati ya wakulima na wafugaji. Nimekaa kwenye wizara hii chini ya mwaka mmoja. Nimejitahidi, Mungu amenibariki kufanya niliyoyafanya. Nataka kuwahakikishia wananchi hasa maskini, kipindi hiki nina nguvu zaidi ya kuwatumikia, nitawatumikia. Na wale wote ambao wamezoea kuonea maskini katika sekta ya ardhi, wakae wakae chonjo, kwa sababu this time nimerudi na nguvu mpya. Cha kwanza ni kuhakikisha kwamba kuna amani, nchi inaendelea kuwa na amani e, na kuhakikisha kwamba mali zao vile vile ziko salama ni jambo ambalo lazima ni waahidi Watanzania. Tayari baraza la mawaziri limeapishwa, na umewasikia mwenyewe manaibu na mawaziri wamezungumza, wakiahidi kwamba watafanya kazi wakifuata ile kauli inayosema hapa kazi tu. Lengo ni kuhakikisha wananchi na jamii kwa ujumla inapata kile ambacho wanatakiwa kukipata. Nikiripoti kutoka hapa, mimi ni Zaituni Mkwama wa TBC.